Kampeni za mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Alliance for Democratic Change ACT Wazalendo, Othman Masudi Othman zimeendelea katika kisiwa cha Unguja. Akiwa katika kijiji cha Gamba, wilaya ya Kaskazini A, akaahidi uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kazi yetu ya mwanzo ni kukuwezesha mwananchi, ili uweze kutumia yaliyopo. Kama kuna soko la utalii, ulime. Kama wewe ni mkulima, ulime uuze uwezekano huo upo. Kama wewe ni saramala, tukuwezeshe upate mashine za kisasa, utengeneze vitu vya kuweza vyenye hadhi vya kuuza, uuze katika soko liliopo. Kama wewe ni fundi chuma, jamani, dunia imejaa hizo mashine. Kama wewe ni mvuvi, tukuwezeshe wende mbali, kuna samaki huku watoke wanazaliwa mpaka wanakuwa vijana wanakonga mpaka wanafia baharini, hawajaulizwa ni kwa sababu kuna uwezo wa kuwafika. Jamani, dunia imejaa vifaa na teknolojia ya mvuvi kwenda mbali akavua. Akaeleza azma yake ya kuunda serikali itakayowatumikia wananchi. tutakwenda kuunda serikali ambayo itakuwa ni ya kuwatumikia serikali ambayo msingi wake wa kwanza kaueleza hapa Babdumu kwamba uishi kwa heshima. Wagombea ubunge uwakilishi na udiwani wa jimbo la Mkwajuni na Chani wakatambulishwa kwenye mkutano huo. Mmemwona utampa kura zetu? yes! Huu ni mwendelezo wa kampeni za mgombea huyo kuomba ridhaa ya wananchi kuchaguliwa kushika nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Ali Issa, Azam News, Unguja.